Uh, yamefungwa magoli mengi sana leo hii, lakini kwanza tuanze na performance ya klabu ya Simba uh, namna ambavyo umeishuhudia ikiondoka na alama zote tatu. Ya kusema kweli, we are very happy today kwa aina ya ushindi ambao tumeipata, ushindi wa magoli matatu, uh, alama tatu. Sisi Simba Sports Club tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Vijana uh, wamefanya kazi iliyotukuka na hatimaye wametusaidia uh, kupata na kuweka heshima mjini kwa kufunga magoli matatu safi kabisa na kuchukua alama zetu tatu. Inawezekana kuna mtu akabeza ushindi huu kwa sababu uh, Fontaine, uh, alionekana kama, kama kama kama kama ni mfu anayetembea, lakini kwenye football uh, timu ikiwa na changamoto kama hizo huwa inacheza kwa umakini sana hii leo. E, Fountain gate, pamoja na changamoto zao zote, lakini wale wale wachache waliokuwepo, kila mmoja ame, amecheza kwa asilimia mia moja yani, ame give it all, ametoa kila alichokuwa nacho, na hapo ikapelekea e, mechi mechi kwa ngumu, na wao hawakuwa na kazi kubwa leo zaidi ya kulinda tu heshima eh, yao. Tusiwafanye vibaya sana Bayo waka... kwa hiyo yes, wamefanikiwa wamefanikiwa kwa sababu eh, pengine ungetegemea eh, kufungwa magoli mengi zaidi, lakini football haiko hivyo, na wao walikuwa na mpango kazi wao wa kuzuia, imewasaidia sisi. Magoli matatu ambayo tumewafunga tunafurahi, tuna, tuna sana na tunajivunia sana kazi kubwa ambayo vijana wetu wamefanya, na eh, magoli yale matatu, ukiangalia goli moja baada ya jingine lina maana kubwa sana kwa upande wetu. Kwanza, goli la kwanza la Rushin de Rock limetufurahisha sana, kwa sababu limetukumbusha msimu uliopita. Msimu uliopita, kwenye mechi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC dhidi ya hawa hawa Fountain Gate, aliyefunga goli la kwanza msimu uliopita ni Shema Lonfondo, ambaye alikuwa ni beki wetu namba tano. Mwaka huu ni vivyo hivyo, aliyefunga goli la kwanza la Simba Sports Club ni Rushin De Rocco. Ni jambo la kufurahisha kuona mabeki wetu wakati wana uwezo pia wa hii ni faraja kubwa kwamba e, Rushin, ukiachilia mbali kazi kubwa ya kuweza kuzuia lakini, tunaposhambulia, namba ya washambuliaji inaongezeka, na Rushin ameongezeka hapo kwenye eneo la washambulizi. Tumeona heda yake haikuwa na wasiwasi hata kidogo. Dada, mbona umenuna mno e? kamba sam kidogo Jojo. Jojo. Relax, hey, yani umenuna, haya ni yani? <laughs> <sikuelewa laughs> He. Hey. <Haya ni> maisha mamaangu. <laughs> Hey. relax. kamata mic ukiwa umerelax. <laughs> Hey. ukichoka unashusha mikono kidogo, na rudi ukiwa umeenjoy, furahia kunihoji mama, sawa <laughs> He. <laughs> Hey. siogope sio, siogope. Siogope. <laughs> Kwa hiyo inatia ina, ina, ina matumaini kuona kwamba eh, anafanya kazi yake ya msingi ya kulinda akitoka ha, hapo anakuja kwenye kazi nyingine ya ziada ya kushambulia. Tumefurahi sana goli lake, mechi yake ya kwanza ya ligi kuu ya NBC, anafunga goli lake la kwanza eh, ligi kuu ya NBC ni jambo la fahari kweli kweli. Lakini sasa maana yake ni kwamba eh, tunapokuwa na mipira iliyokufa tunapokwenda kushambulia, unakuona uhakika kwamba asipofunga Sowa atafunga Rushini, asipofunga Rushini atafunga Salu, eh, Selemani Mwalimu, asipofunga Selemani Mwalimu atafunga Kantu. Kwa hiyo mnakuwa na variety kwenye eneo la ushambuliaji jambo la kutufariji kweli kweli, Wanasimba, ndiyo maana tumefurahi sana sana. Lakini goli la, la, la Jean Charles Ahoua nalo limetufurahisha kwa sababu kiwango cha Jean Charles Ahoua kimeendelea kuwa kile kile cha ubora kutoka msimu uliopita, na leo Jean Charles Ahoua amefanya mambo matatu makubwa. Kwanza ametoa assist kwa Roshin de Rok, pili, amefunga tatu amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Ni mambo makubwa ndani ndani ya mechi moja, lakini kama haitoshi eh, kinachotufurahisha ni kwamba kiwango cha, cha Jean Charles Arua kimeendelea kuwa kile kile. Ukisikia mtu anajitunza basi ndio Jean Charles Arua, ana uwezo wa kujitunza kiwango chake, hakiporomoki hakiporomoki. Ni jambo ni jambo la kutia faraja. Maana yake ni kwamba msimu huu tutaendelea tena kufurahia asisti za Ahua, tutaendelea tena kufurahia magoli ya Ahua msimu huu. Kwa hiyo burudani na raha za Ahua zitaendelea ndani ya Simba Sports Club. Ni jambo la kutia faraja bana. Mzee umevaa jezi ya zamani kwa nini? Eh, vaa jezi mpya hizi, ziweke kumbukumbu au sio? Bwana eh, na wewe umevaa jezi ya zamani Vaeni <laughs> eh? <laughs> jezi mpya wanangu, asobanafsamna eh, yenyewe yenyewe, ila ya zamani <laughs> eh, tuvae mpya wanangu soban apa unyama <laughs> <laughs> <laughs> we unyama mechi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Siyo> ya, <aseno. laughs> ya eh, Simba anavaa jezi, jezi ya Simba sio ya Arsenal, sijui menelewa. Kila mtu avae jezi ya timu yake. Jezi ya Simba navaa jezi ya mechi ya Simba navaa jezi ya Simba sio ya Arsenal, mimi mwenyewe Arsenal Ee, lakini mechi ya Simba anavaa jezi ya eh, ee, usichanganye nyekundu kwa nyekundu, kila mtu ana nyekundu yake, au si mwanangu eh? mm -hmm. Kwa hiyo kwa Jean Shale Ahua, tumefurahi pakubwa, ee, ameendeleza ubora wake, lakini goli la Jonathan Soa, kusema kweli, limetuka takio kweli kweli. Binafsi nimefurahi sana Jonathan Soa. Eh, usajili wake haukuwa haukuwa mwepesi, ulikuwa navuta ni kuvuteza hapa na pale, lakini bado kuna watu walidhihaki mchezaji, we mchezaji wa dezo, mchezaji wa bure, mchezaji mchezaji bale bale, nidhamu, discipline, maneno yalikuwa yalikuwa lukuki kwa hiyo nilihitaji sana personal soa afunge ili awazibe midomo watu, na leo amefanya unyama sana, amefunga goal, ameshangilia na. Na kwa nini tunataka so afunge? Kwa sababu so ni, ni mshambuliaji kinara wa Simba Sports Club. Unapokuwa na mshambuliaji kinara wa timu yako ndio anatakiwa kuongoza kwenye, kwenye, kwenye kufunga. Hii inampa confidence, lakini kama itoshi, nyinyi mnakuwa mna uhakika kwamba eh, mechi hii fulani yatafanya ukatili wake. Kwa hiyo eh, tumefurahi kuona Sowah eh, amefunga hii leo goli lake la kwanza akiwa na Simba Sports Club, na tunaamini eh, goli hili litaleta magoli mengi zaidi. Na mimi kila nikiangalia eh, msimu huu si chini ya magoli hamsini Simba Sports Club utafunga ama magoli mia msimu huu nakwambia. Ehe, yeah, hey, eh, mia tunafunga vizuri tu, na naamini eh, mfungaji bora wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne watakuwa ni Simba Sports Club. Hapo bado Selemani mwalimu hajafungua turbo, yes, naye akipata nafasi atafanya unyama. Kwa hiyo ni, ni, ni mechi ambayo kusema kweli wana Simba hii leo tumeenjoy pakubwa sana eh, kila ambacho tulitaka kifanyike kimefanyika eh, timu kucheza vizuri imecheza eh, watu wetu muhimu kufunga wamefunga Unataka nini tena zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu? Swali jingine nimesikia pale, mara baada ya Jensha la wa kufunga goli eh, mashabiki walisimama na kuanza kuimba MVP, MVP. ile inamaanisha hii ni MVP kweli eh? kwa takwimu za msimu uliopita ambapo tuzo zitafanyika mwezi wa kumi na mbili inshaallah Eh, hakuna mchezaji anayefikia eh, takwimu za, za, za, za, za Jean Charles Ahoua. Anafunga, ana assist na amekuwa bora sana. Ni, ni, ni MVP ni MVP wetu sisi wana Simba. Jean Charles Ahoua. Maswali. Tukoseagi. Maswali, maswali, maswali, maswali ni kwenye eneo la kuleta makocha wazuri. Kwa hiyo very soon watamuona kocha mpya wa Simba, na atakuwa ni kocha katili, kocha hatari, vibaya mno, kocha ambaye atakuja ku, kuiboresha timu yetu, na tufanye vizuri zaidi ndani na kimataifa. Clean sheet ya kwanza kwa Kamara, na yeye ni msimu wa uliopita alikuwa ni kinara. Hii inamaanisha nini? ya naye ameendeleza ubora wake e lakini hawezi kumsifia peke yake kwenye eneo la clean sheet, unasifia una safu nzima ya, ya, ya, ya, ya ulinzi e, tumekuwa na safu bora sana ya ulinzi e, Rushin Rock ameonyesha uwezo wa hali ya juu sana lakini Inspector Karabwa Shamo ameendeleza ubora wake e, jitu zito kweli kweli, linafika linachukua linaondoka, lakini kushoto na kulia e, kwa Nabi Kamara pamoja pamoja pamoja na kwa Shomari Kapombe, baadaye akaingia Duchu, ni ulinzi wa kutosha ambao umemfanya e, Musa Kamara Spider kuondoka akiwa hajaruhusu hata bao moja hii leo. Kurejea wa legend, kurejea kutoka wapi? Kurejea kwa msimu uliopita na kupata nafasi, lakini una mchezo wa leo e, ukiwa ni ufunguzi wa ligi kwa klabu ya Simba ameweza kuanza katika mchezo wa leo wa, wa kwanza kabisa kwa, kwa msimu huu. Hakuna kwa mashaka ya kiwango cha Mzamiru Yassin e, ni mchezaji mwandamizi mwenye kiwango kisichoshuka na leo amepewa dimba la juu pale, amefanya kazi yake kwa dakika 45. Baada ya hapo akawapisha vijana kuja kumalizia nyingine ambazo, ambazo zimesalia. Ni mchezaji muhimu sana ndani ya kikosi chetu cha Simba Sports Club na ni mchezaji ambaye e, amekuwa ni kiunganishi muhimu mno baina ya wachezaji wapya wanaokuja dhidi ya wachezaji wa, wa, wa, wa zamani. Na ni kiongozi vile vile, anaweza asiwe nahodha kwenye beji, lakini ni nahodha muhimu mno kwenye kuweka eh, kwenye, kwenye kuweka equilibrium kwenye, kwenye, kwenye timu yetu. Na leo amepata dakika like zake 45 za kiandamizi, amefanya kazi zake pale, na baada ya hapo akaingia kante ka, akapokea kijiti akamaliza shughuli, nyama ameondoka salama kwenye. Me, me, meridhika <laughs> bado, hujamzungumzia Mpanzu. Eli Mpanzo kibisa wala. Eh? Mm, <laughs> pasi yake ametoa pasi ya goli ya Eli Mpanzu, na, na, na, na bado, bado, <laughs> bado Eli Mpanzu eh, hajafikia levo yake ya msimu uliopita bado, anaendelea kukusanya nguvu zaidi, lakini pamoja na kwamba bado hajafikia levo yake ambayo ya sisi tunaifahamu bado ameendelea kusumbua vile vile, na leo amefanya kazi kubwa, ametoa pasi kwa Jonathan Soa, na lile goli la Soa ukiliangalia vizuri, ali, mpira alikuja akautuliza afu kapanda juu kidogo, alafu <laughs> akageuka akapinduka akafunga, aafu alikuwa afunge jingine, kipa wa Fountain Gate akatema, akaja Morris Abraham akapiga, aka, aka, aka, aka, aka kipa kadaka. Kwa hiyo e, mpanzu bado e, bado anaendelea kuongeza ubora wake na ndio maana no? Unaona hata walimu wanampa game time ya kutosha, ili tuweze kurejea kwenye ubora wake. Uzuri wa mpanzo ni kwamba akiwa kwenye utimamu wake wa asilimia 30 mpaka 40 ana uwezo kufanya makubwa sana. Kwa hiyo kijana anaendelea kujiweka sawasawa sawa. Ammalizia na Kagoma naye ee, ametoa pasi ya bao pia ya kwenye. Eh, ni nadra sana kumwona Kagoma akicheza kwenye e, final third ya mwisho ya mpinzani e, lakini leo amefika na ametoa pasi na sio tu pasi e, alichukua ali mali akakokota, akafika mpaka mwisho wa mstari wa uwanja akapiga vii watu wakafunga waka, waka eh, ni, ni, ni, ni ubora ambao ametengenezewa, kwamba ukishamaliza majukumu yako ya msingi ya kukaba, nenda akatengeneze nafasi ya mabao. Ndio maana umeona baada ya kukaba akafanya pressing akaokota mali akatoa pasi ya, ya, ya, ya goli, Simba ikapata bao lake la kwanza maridadi kabisa. Shukrani sana. Mefly.